Mvua hazikunyesha, maji na malisho yamepungua, wafugaji wanalazimika kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine. Lakini hili linasababishwa na nini? Bwana Harrison Moroa toka kwa shirika la amani na maendeleo ya Tanarifa. TRPRD anatueleza kwa kina. Uh, wakati tukianza kuingia katika ukame, ni wakati ambao huwa tunashuhudia visa ya uh, tensions katika jamii especially, uh, wafugaji kwa wafugaji na sana sana wafugaji na wakulima. Na wanafanya nini kutuliza hali hii? Ile mikakati ambayo tumeweka ni kwamba katika ile grazing bill tuko na hizo grazing eh, management committees. Hao ni watu ambao wanaangalia eh, matumizi ya rasilimali especially wakati ambao wanashuhudia wageni au ambao wanakuja kwa shauri ya mambo ya ukame. Pia kuna zile advisories ambazo zinatoka kutoka kwa departments kama agriculture, livestock, water. Pia zile zinatumwa kwa, kwa communities ili waweze kujipanga. Okuwa pia kuna zile community ni barazas ambayo tunafanya na especially zile sehemu ambazo tunaona ni hotspot areas, kuwatayarisha wale wenyeji kule kwamba uh, wageni wanakuja na watakuja, lakini muone vile mta, mtaweza kushirikiana na wao bila ya kuwa na vurugu. Katika kaunti ya Tana River, ukame haujaondoa wa matumaini. Wakati ardhi inakauka, jamii inaendelea kukabiliana na janga hili. Msimu wa mvua wa Oktoba, Novemba na Disemba kwa kawaida huleta uhai na tumaini la mavuno mazuri na malisho kwa yule mfugaji katika kaunti hii ya Tana River. Hata hivyo, kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, watabiri wa hali ya hewa wametoa tahadhari kuwa huenda msimu huu ukakumbwa na mvua chache au mvua ya wastani isiyotosheleza mahitaji ya jamii. Hili limesababisha migogoro kati ya wakulima na wafugaji, kila moja akihitaji rasilimali chache zilizopo. Lakini kupitia juhudi za mashirika kama t mazungumzo ya amani yanafanyika na vijana wanafundishwa kujenga maisha bora na endelevu. Huu ni ujumbe wa kufahamisha jinsi ya mshikamano, mshikamano wa pamoja huleta uwiano na amani. Katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, ni muhimu kufuatilia taarifa za hali ya hewa ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.